Karibu tena ndani ya Red Flag Podcast, ni podcast ambayo inatufundisha vitu vingi sana, na leo inakuletea mada ambayo itakuwa fundisho kidogo katika jamii zetu. Red Flag Podcast imekuletea mada ambayo inazungumzia vyanzo vya mikosi na mikosi hii kuwa ni sumu zinazoonekana ndani ya maisha yetu, lakini tunazichukulia poa sana. Karibu tena kwenye Red Flag Podcast kwenye episode ambapo tunavuna tabasamu bandia na kuangalia ukweli machoni. Kiukweli tunakuletea tabasamu ambalo ni imara, tunatoa machozi ambayo umeweza kujifanyia, kujitengenezea mwanzoni, na tunakutengenezea tabasamu jipya ambalo ni ojii kabisa, kutoka ndani ya Red Flag Podcast. Na leo tunazungumzia mikosi, tukirudi kwenye kutazama mikosi, mtu anakuuliza mikosi, mikosi ni nini wewe hmm? mwenyewe umewahi kuji, kujiuliza mikosi ni nini? Kwa kifupi mikosi ni, ma, ni matukio mikosi ni matukio yale ambayo ni mabaya yanayoaminika kuwa ni chanzo kisicho cha kawaida, na mara nyingi huleta mateso na kukatisha tamaa. Hiyo ndo mikosi. Sasa mikosi tunadhani mikosi inasababishwa na nini? Ni maswali madogo madogo ambayo yamewahi ku kuwa yanajengeka kwenye akili zetu kila siku. Lakini mikosi si kila mara inaanzishwa na uchawi au inasababishwa na uchawi. Kuna nyakati tunaanza kufeli kisa mahali ambapo tunakuwa tunafikiria tofauti. Kwa mfano kazi ina, inakataa tu, mahusiano yanavunjika, marafiki wanatoweka kwenye maisha yetu, baraka zinakimbia, au sometimes zinachelewa, kisha tunakimbilia kusema tumerogwa. Lakini tujiulize kitu. Je, umejiuliza kama wewe mwenyewe ni chanzo cha mikosi yako? mikosi mingi haikuanza kwa, kwa hirizi wala kafara, bali ilianza pale ulipoanza kuishi kinyume na kanuni za moyo wa Mungu. Tuangazie sababu za mikosi. Kuna vyanzo vi, nikutajie vyanzo saba ambavyo vinasababisha mikosi kwenye maisha yako na maisha yetu katika jamii zetu. Sababu ya kwanza ni kutokusamehe. <laughs> Ndugu yangu unabeba sana watu moyoni. Sometimes wengine unakuta wameshakufa, wengine hata hawajui kama uliumia au labda hawajui kama walishawahi kukuumiza, ila we umewabeba moyoni, lakini wewe unazidi kulishwa na sumu ya kisasi, kwamba walinifanyia makosa, kwa hiyo sometimes, au siku fulani, na wao watalipa, ipo siku. Na hiyo na hiyo huanzia kwenye moyo usiosamehe. Kwa hiyo kutokusamehe kunasababisha mikosi yako mwenyewe. Hii si kwa sababu umerogwa, hii unajisababishia mwenyewe. Sababu ya pili au chanzo cha pili, kujivunia dhambi. Unajua, unajua kabisa kuwa huna haki mbele za Mungu, lakini umegeuza makosa yako kuwa kama ya kawaida vile. Let's say, Unaona, wewe kila kila dhambi unayoifanya imeshakuwa ya kawaida kwako, kwa sababu hujawahi kuona matokeo yake. For instance, labda wewe ni kijana handsome boy. Hey bro, umezoea kuzini, unatembea na wake za watu, una muda mrefu, ishakuwa kawaida yako, lakini siku ukikamatwa ukifumaniwa, I say watakupiga, watakuua siku hiyo, na hapo ndipo utakapoelewa msemo wa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kingine unakuta wewe dada, umezoea labda kutumia au kutembea na wanaume wa watu Let's say unaanza kujiuza. Huwezi jua unaokutana nao kule wakoje. Kuna wengine wanakutumia wana, wana tu wewe dada, wanakupa hela, waenda kulala na wewe, wanatumia wana kama ndugu zao za utajiri. Jaribu kufuatilia dunia inasemaje. Kuna mambo mengi katika dunia yamejificha, yapo mengi na hiyo tunajisababishia wenyewe. Chanzo cha tatu, maneno ya laana kutoka kwenye kinywa chako mwenyewe. Mikosi hii tunajisababishia wenyewe kwa kutunajitamkia maneno mabaya, maneno ya kujilaani. Kwa mfano Umeingia, umepata hasara kwenye biashara yako, unaanza kusema ah, yaani mimi sitafanikiwa kabisa. Huko ni kujilaani. Kaka, dada, umeingia kwenye mahusiano, umeachwa, umeachika, unajilaani, yani mimi sitakuja kupata mume kabisa wa kunioa, yani mimi sitakuja kupata mke kabisa. Hayo ni, huko ni kujilaani. Huwezi jua umeachana na huyo pengine Mwenyezi Mungu kaku kakuondoa kwenye hilo balaa amekuandalia mtu sahihi ambaye atakufaa. Tunajilaani, mimi sitakuwa, sitakuja kuwa tajiri kabisa. Acha, badilisha mtazamo wako. Huko ni kujilaani na hii ni red flag kwenye maendeleo ya yako na chanzo cha mikosi chanzo cha nne ni kudharau wazazi na watu waliokusaidia. Baraka nyingi huja kwa heshima, lakini wengi wanakosa mikosi kwa kulipiza kisasi kwa wazazi wao au wakubwa wao wa kwanza. Ukivunja heshima unafunga milango yako ya baraka. Husikilizi wazazi unafanya unafanya kinyume na na maelekezo yao. Sisemi ufanye kila kitu, lakini kuna vitu vya msingi ambazo unapaswa kuvizingatia kutoka kwa wazazi na wakubwa wako. Chanzo cha tano cha mikosi ni wivu, majivuno na chuki kwa watu waliofanikiwa. Unachukia kile ambacho ungetakiwa kujifunza kutoka kwa waliofanikiwa na kwa wakati huo. Sasa unasababisha baraka kukimbia moyo wako unaotamani kuharibu mafanikio ya wengine, baraka zinakimbia kutoka kwenye huo moyo. Unatakiwa kujifunza, ukiona mtu kafanikiwa, sogea karibu yake, hata kama asipojua, tumia mbinu ambazo zitakufanya ujue yeye hame, amefanikiwa njia zipi ili na wewe ujifunze kufanikiwa. Ukimchukia unajiweka mbali na mafanikio. Kitu cha sita, kutojali mambo ya rohoni. Brother ndugu zangu, mikosi mingi huanza pale ambapo roho yako ime inakauka, yaani hauna sala, hufanyi maombi haujifunzi neno lolote lile la faida la kujenga moyo wako na akili yako, hauna maono, unaishiishi tu. Kuna watu wengi wanaishi bila future, wanajisababishia mikosi, anajikuta anafanya mambo tu bila mpangilio wowote, na roho iliyokauka huvuna huvutia kivuli cha giza. Unajikuta wewe ufanikie tu kila unachoshika kinaharibika, unasingiziwa kulogwa. Sometimes inatokea lakini asilimia kubwa tunasababisha wenyewe. Na kitu cha saba, ubinafsi na kutokuwa msaada kwa wengine. Unajua, wewe ukijaliwa kitu na Mwenyezi Mungu halafu unakitumia wewe peke yako tu bila kusaidia wengine, na hii inatokea hata kwa watu ambao, labda tuseme, unapika chakula kinabaki, unamwaga, wakati kuna watu ambao wanahangaika sana, wanakosa chakula, wanaomba mtaani awapewi, lakini wewe unapika chakula una kinabaki unakimwaga jalalani, eh. Kwa mfano sisi tulikuwa tunaambiwa hivi kwenye makuzi yetu, ukipakua chakula pakua kile ambacho unaweza kula ukakimaliza, usikibakize kwenye sahani. na hii nilikuwa naona kama vile haina maana kwa wakati ule, lakini nilivyokuja kujitambua kupita barabarani na kwenye mazingira ya maisha ya watu wengine nilielewa hili. So tu, tuwasaidie watu ambao wanahitaji msaada. Sikwambia usaidie kila mtu, maana hauna huo uwezo, ila msaidie yule ambaye unaona anahitaji msaada. Tunafanyaje sasa kujiponya na haya makosa kutoka kwenye mikosi ambayo tumejisababishia wenyewe? Kuna njia za kuponya mikosi. Njia ya kwanza, tubu kweli, usirudie tu maneno. Kama wewe ni unaamini katika Mungu, katika dini yoyote Jifungie ndani, sio lazima uende kwa kiongozi wa dini, mchungaji, shehe, sio lazima uende huko. Unaweza ukajifungia mwenyewe ndani, ukatubu kwa imani, ukatubu kabisa, kamwambia Mwenyezi Mungu akusamehe kwa jinsi unavyojichukulia vibaya, umejitamkia maneno mabaya. Tubu kwamba mimi, Mwenyezi Mungu, naomba unisamehe nimekuwa nikijitamkia maneno mabaya kwamba sitafanikiwa, sitakuwa tajiri, sitaoa, sitaolewa. Na ukishatubu, anza kujitamkia maneno mazuri, nitakuwa tajiri, mimi ni tajiri, nina mke ambaye Mungu ameniandalia. Na maumivu haya, labda umesalitiwa, ume, umeachwa, umetelekezwa. Sema tu kwamba uyachukulie kuwa ni Mwenyezi Mungu ameku, amekuepusha na maumivu makubwa zaidi ya baadaye ambayo huyo aliyekuacha angekuja kukusababishia ko, amekuepusha na hayo. Kwa hiyo ukiumia, usijione kuwa wewe hauwezi, sio, wasamani, fanyani kama hivyo utajiondoa kwenye hii mikosi. Kitu cha pili, samehe hata kama hutaambiwa pole. Usitegemee mtu atakwambia pole kwenye maumivu yako. Jisamee mwenyewe, wasamee ambao wamekukosea hata kama hawapo, hata kama hawatakuomba hawata msamaha, we wasamee na usahau. Kitu kingine, uyakatee maneno ya laana unaojitamkia kila siku ukifeli tu kidogo weza bwana unajisababishia laana na mikosi. Ukikataa haya maneno na kujitamkia maneno mazuri, mikosi itakuondoka. Kitu kingine, wasaidie walio chini yako. Kama kuna mtu yuko chini yako kuliko wewe, una uwezo kidogo, wasaidie ambao wanahitaji msaada wako, na hii si lazima uwe na pesa. Unaweza kuwa hata kwa mawazo au kwa msaada wote ule ambao unajua anahitaji mtu. Na kitu kingine, rudi kwa Mungu, muombe Mwenyezi Mungu akuongoze kwenye maisha yako, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo amekuumba na kukuweka hapa. Muombe akuongoze kwenye njia iliyo sahihi, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuumba na kukuleta duniani hapa kwa sababu lake na ukiishi kwa kulitafuta kusudi la Mungu utaishi maisha mazuri sana, hauta hautatembea katika mikosi mara leo hii umepata hiki, unahangaika, unalala njaa, hautaishi maisha hayo. Lakini kitu cha mwisho kabisa, mikosi mingi ni, ni matokeo ya maamuzi madogo madogo tunayoyafanya kwa mzaha, tunayachukulia simple sana, tunachukulia poa. Lakini leo ni siku ya kurudi, siku ya kutubu, siku ya kusema sitakubali tena kuwa chanzo cha mikosi katika maisha yangu. Na hii ni episode nyingine ndani ya Red Flag Podcast. Karibu tena kwa episode zinazofuata, na mimi ni nakukaribisha sana uendelee kutufuatilia. YouTube tunapatikana at Red Flag Podcast, na TikTok, na Facebook pamoja na Instagram tufollow, subscribe like podcast, share podcast, comments. Nitazidi kuwa pamoja nanyi. Mimi ni William your big boy.